Ni nani na unataka nini? Mwenyekiti, najua sasa hivi unaenda kwa mganga. Hili ni onyo lako la mara ya mwisho, na endapo ukienda kwa mganga nitakupoteza mimi. <coughs> Siendi kwa mganga, ilikuwa naenda zangu safari zangu mwenyewe. Tambo, nisamehe. Mwenyekiti, mie si mtoto kama unavyodhania. Najua kila kitu ninachokiwaza. Nitakupoteza. Kia Mungu me sendi sendi, sendi. Wala si na wala sina nia hiyo kabisa. Basi sawa. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha. Wewe nyumba? Karibu, shemeji, umekuja kunitembelea. Asante, nimekuja kukuuliza vipi kuhusu mmeo? Ameshapatikana? Eh, yani shemeji. Yaani hajaonekana mpaka leo afuta cha ajabu, taarifa niloipata kutoka kwa mwenyekiti kwamba mume wangu amefariki. Na pole sana shemeji. Lakini vipi, una uhakika mume wako kafariki au ndo unasikiliza maneno ya watu? Inabidi niamini. Tafanya nini sana, shemeji? Utabishana na ulimwengu? Pole sana shemeji. Maana kwa nilivyoona mazingira yamependeza, nikajua labda asharudi, lakini kwa kuwa umeniambia wewe mwenyewe, basi nianieme. Habari yako dada. Nzuri, karibu karibu, mwenyekiti. Haya, asante eh. Dada, ninakufuata wewe mimi hapa. habari zangu sijui umezipata. Nimezipata. Umezipata? Umezipata? Mm. Umezipata? mm-hmm. Na sasa, kama umezipata, na kwa nini habari zangu ushazipata? Hamja nielewa. We mwenyekiti, unachekesha. Yaani we baba, navyokuangalia mtu mzima na akili zako, nikajua na heshima zako hapa mtaani, unashindwa kufuatilia mambo ya watu wako huko wanakijiji wako wanavyohangaika na kuja kufuatilia maisha yangu mimi, utayaweza? Ina maana nini? Hamtaki kunielewa na mnajeuri sana, yaani na hasa we unajiona una jeuri mwenzako. Nilimwambia kaongea vizuri, lakini wewe unajifanya mkali, au sio? Unaringia kitu gani hasa? Iliwo mwenyekiti unachekesha kweli, wewe afu nasikitisha afu nashangaza pia. Yaani hayo maneno yamekutoa huko kwako, mguu mosi mguu pili, kuji hapa kwangu kuniuliza mambo yako ya kipuzi tu. Hivi labda unajielewa kweli wewe? wacha nikugeukieni, niku, niku nikuangalie vizuri. Hizo swaga zako ulizoniletea mimi hapa we unajifanya jeuri sana, na unajifanya unajua kuongea, au sio? Me unajua unaongea nani, unajua unaongea na nani? Au unajisemea tu maneno yako? Mimi nitakuja kukupoteza. Haya maneno ya mkosoaji tu hayo. Sikiliza baba, we nikwambie, mpenzi wangu simwachi sawa? Kama umepanga tuachane mii na Beka hatuachani. Amua unaloamua, unifanye chochote. Maneno ya mkosaji toa, nenda huko, mtu mzima wewe. Aha, kumbe unajifanya unajua kuongea. Mimi hapa sirudi tena, ila nitakacho kufanya utakitambua. Utanifanya nini? Utanifanya nini? Nenda huko, mtu mzima. E, usijielewa. lo mbia ndugu yangu Fresh. Kama kawaida. Habari za siku nyingi bwana. Alhamdulillah vipi na wewe? Bwana mimi niko poa sana. Naona toka siku nilikusaidia kule ndugu yangu mmenikimbia uonekani. Sio hivyo ndugu yangu, sijakutupa na siwezi kukutupa. Lakini si unajua tena haya mambo yanonikuta kila siku. Kwa hiyo yani hata utembeji wangu unakuwa na mashaka. Ndio maana muda mwingi nipo nyumbani. Pole sana ndugu yangu, yani bado tu naogopaogopa mambo madogo kama yale Hebu changamka bwana ah, unajua haya mambo yaani ndo kwanza yanikuta, ndo maana manake, mpaka upate mazoea haya mambo, ndo uwe na amani, manake ndo kwanza marango ya kwanza kupata misukosuko hii, yaani ikitoka hii na toka hii. Ndo maana nawasiwasi, kaka kaka wangu, lakini kila kitu kitakuwa sawa. Nishaanza kuzoea tena hali, lakini kweli bwana, siku zote matatizo yanakuwa hayazoeleki lakini cha kushukuru Mungu kwa mzima. Na sasa jijini kwetu hali sio nzuri, yaani matatizo kila kukicha naongezeka, hivyo tunatakiwa tuwe makini sana na hichi kijiji. Sawa ndugu yangu, nimekuelewa na asante sana kwa msaada wako, manake singilikuwa wewe siku ile, ninaimani wale wangeniua. Hayo ni mambo ya kawaida tu. Sawa, kwa hiyo karibu karibu sana, lakini tayari mambo kashasababisha semegi yako tayari ndo vitu vyangu hivyo, lakini nimeshiba. Siku nyingine basi, twende nikakusindikize kidogo. Oya James. James James! Oya. Vipi? Jo, kwa ujio wako inaonekana kuna jambo Jems, yani mimi nikutane na wewe alafu nikose cha kuzungumza? Ilo liwezekane hata siku moja? Ehe, jambo gani tena hilo mwanangu? Unataka kuniambia maana kila siku wewe una mpya. Sio jambo kubwa sana, ni dogo tu. Kesho kama watakuwa na muda, nataka unisindikize kule shambani, tukavune. Kuna mashelisheli, ndizi, tukipatana nazi, tupeleke zetu sokoni, ili kitakachopatikana na wewe sitakutupa mwanangu, sana basi. Sawa, mi kesho utanikuta, maana toka nije kwenye ni chikijiji sina kazi yoyote ya kufanya. We kesho njoo na wote, mi utanikuta. Fresh lakini. Order. Sasa kijana wangu nimekuta hapa nataka nikupe kazi. Maana ile kazi ya mwanzo uliifanya vizuri sana nimeipenda. Kazi gani tena, boss? Kuna kijana ananisumbua sana katika huu mta wangu, mpaka alifika kunishikia panga. Sasa na mimi nataka mumpoteze moja kwa moja, sionekane tena duniani. Ni kijana gani? Kijana, nanye ndo huyu hapa nataka apotee, ni simuone, na ukifanikiwa nitakupa pongezi kubwa sana Shana. Ntampata. Kuna kijana wangu naye nishampa kazi sasa, mutakutana mutaitengeza hiyo kazi sawa? Hamna shida.

Ongea hivyo. Da, yani mke wangu. Jana wakati narudi katika mihangeko yangu nimekutana na mtu. Hata simwelewi. Ah, hajanifuatilia mke wangu. Lakini mimi baada ya kukimbia na yeye, aliondoka kwa hiyo sijajua alikuwa na lengo gani kwangu. Mungu, huyo mtu anaonekana sio mtu mbaya. Mapenzi, mke wangu, nahisi itakuwa kweli, kwa sababu angelikuwa mtu mbaya kweli angenifuatilia. Hivi kipenzi, naona ipo huku, napiga makelele na kuita afu hauitikii, umekaa huku? Yani leo <laughs> yalionikuta sasa makubwa. Amekukuta ni makubwa yepi? Alikukuta si huyo mwenyekiti, amekuja hapa nyumbani, ameniambia kwamba eti mi sijui ni achani mimi na wewe. si kuna ujumbe alikupa wewe? am kifupi, misi hata sijamwelewa, yani tumetukanana kweli na mwenyekiti. Yani kiukweli sijui mwenyekiti anatafutia kitu gani kwa sababu yaani tamaa zake zote, nataka mimi niachane na wewe hivi. Nataka kitu gani mwenyekiti? Yaani huyu baba ya kwake yamemshinda, kapigwa lungu huko, anashindwa kumtafuta alompiga lungu akadili naye, anakuja kudili na, na mapenzi yetu sisi huko. Yaani nashindwa kuelewa kabisa, kipenzi changu. Lakini sawa, yeye tumwache mwenyekiti, tujue atafikia wapi. Sawa kipenzi, sawa mwanangu, lakini kaniambia kwamba atanionyesha, sijui atanionyesha nini kwa hiyo mwenyekiti amesema yeye, wewe atakuonesha, si ndio? mm -hmm. Atanionyesha sasa atanionyesha nini? basi sawa, wewe achana na mambo hayo. Alafu nimekumbuka mme wangu, kuna rafiki yako anaitwa James alikuja hapa zaidi ya mara hizi, zaidi ya mara mbili, alikuwa anakuulizia sana, so naomba labda mtafute basi. Sawa, kuhusiana na James, mimi nitamtafuta usijali na lakini pia pole sana kwa hayo maneno aliyokuambia mwenyekiti. Sawa. Sawa hapa kwa kwamba nikabadilishe nguo kwanza, nitaelekea chini kule shambani sawa? Poa. Hivyo tuondoke basi. Na sasa hivi kidogo, lazima yani, ni wasiwasi, yaani nikimuona mtu ambaye sima, lazima ni wasiwasi, lakini hamna shida maali, nimerudi salama naye hajanifuatilia, pengine wasiwasi wangu anisababisha ni hofia hivyo. <laughs> Basi mume wangu, tuachane nayo maana, kwanza naona yatachanganya tu mambo yetu hapo. Mume wangu, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani mke wangu? Si unajua mume wangu, kipindi kuna kuna kipindi mama alikuwa anapiga sana simu, ana analamika sana, anauma kwao. Kapiga jana simu, anaonekana kazidiwa sana, inabidi niende nikamwangalie mume wangu. Hata nitakaa nini, hata siku ngapi? Mke wangu, hamna shida kwa hilo Mazali, mzee anaumwa, mimi nitakuruhusu uende, utakaa mpaka hali yake itakapokuwa vizuri, utarudi. Hilo usicherewe, nitakumisi sana, si unajua siwezi kukaa peke yangu. Basi nashukuru mume wangu kwa kunielewa, ila nakuahidi sitochelewa kurudi, lakini nakuomba kitu kimoja tu, mume wangu. Sawa mke wangu, sijali kwa hilo, si unajua mimi kufanya hivyo hey, takuvumilia mpaka uje mke wangu. Sawa Sawa, ndio maana nakupenda gamu yangu. Nakupenda pia mke wangu. hapo kenze kindagama Dogo njoo hapa, hizo zarau bana. Me unanita dogo? Je, kama mimi ni mkubwa wako, msogea hapa, wananchukuliaje? Nitakuvuga sasa hivi, analetia zarau. Sijawahi kuletwa dharau hata siku moja maishani mwangu. Sasa subiri nikuoneshe. Hey, kwani we nanchukuliaje? Me wemee mwenyemu mwenyewe muhuni hapa, nitakujavita sa sasa hivi, zangoja nikuoneshe.